Malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mpaka sasa, tushapokea malalamiko takriban 60 na mengi ukiyaangalia katika necha yao, eh, ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji eh, wananchi wanahitaji huduma ya mikopo. Kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni, wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma sasa unakuta katika hizo hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anayehitaji huduma anaulizwa tunaturuhusu kutumia phone book yako. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakitiki pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao, na wakati wa malipo sasa yule mwenye mtoa huduma anapeleka message ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo. Uh, lakini eh, tumeshirikiana na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na mamlaka ya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama, tumeweza kuzifuta eh, usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo. Lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji, wewe mtumiaji ukienda, lazima uwe, uwe makini na kile ambacho unaombwa, na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha fedha, ni taarifa nyeti sasa mambo ya ku, ku, ku, kupata huduma ya taarifa nyeti kwenye mitandao hata mhusika hujamuona, kitaalam sisi tuna, tuna, tuna shauri isifanyike hivyo e, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba mifumo yote isomane. Sasa tumekuja na teknolojia moja ambayo tunaita ni a, a, Samia a, Technological Stack ambayo ndio teknolojia ya nchi tunakuwa na taasisi moja ambayo inafanya utambulisho na ndio maana tulikuwa tunaongelea habari ya jamii e, namba ambayo kwa sasa tunakitumia kitambulisho cha NIDA. Lakini taasisi za utambulisho tulizonazo kwenye nchi ni, pa, ni pamoja na NIDA, RITA na uhamiaji kwa kutumia passport kwa ajili ya kuwatambua wageni. Kwa hiyo sasa katika kufanya hivyo maanake huduma za kidigitali zinakuwa na uwezo mkubwa wa kutolewa kwa kupitia kitambulisho chako cha NIDA ikiwa ni sehemu ya utambulisho wa huyu mtu ambaye tunamlinda. Tuna e, sisi baada ya kuanzishwa na sisi pia tumekuwa na uh, mfumo ambao tunauita consent management system. Huu mfumo ni ule ambao utahakikisha basi hizi taarifa zinazobadilishwa, mwenye taarifa ametoa ridhaa, na mfumo huo tayari umeshaanza kujengwa. Na baada ya hapo, mifumo ikiwa inasomana, hizi taarifa zitabadilishana, taarifa zitabadilishana kwenye mifumo ambayo taarifa zake hizo zitakuwa na hiyo eh, eh, na sasa eh, ambayo itakuwa imetambulika kupitia kwenye management eh, kwamba taarifa hii ni inamtambulisha mtu fulani na taarifa zake zimetumika afya, zimetumika kilimo, zimetumika benki, zimetumika kwenye mashule, zitakuwa zinaacha mnyororo au ambayo itaonyesha kwamba hizi ita taarifa zilitumwa na hatua ya mwisho katika hii mifumo ikiwa inasomana, itakuwa ni swala sasa la utoaji wa huduma. Katika utoaji wa huduma, mtu atahudumiwa kutokana na utambulisho wake, na kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kila mwananchi atakuwa na uwezo sasa wa kuwa na taarifa, kujua taarifa zake zimetumika wapi kwa kutumia jamii poto hii. Jamii poto itakuwa ni application ambayo, eh, inamruhusu kila mtu kuweza kuangalia taarifa zake zilitumika wapi na kwa nini na je, aliridhia au hakuridhia. Na hatua ya mwisho, kama taarifa zilitumika sehemu ambapo hakuridhia, basi ataiona tume. Kwa hiyo tume, e, jukumu lake kubwa sana ni kuhakikisha tunalinda faragha za kila mtu. Kwa hiyo mlengwa wa mwisho kwetu ni, e, ni, ni, ni, ni kila mtu na taarifa zake binafsi na faragha yake. Lakini kwa wakusanyaji na wachakataji kwa mujibu wa sheria wao zile taarifa walizonazo ili waweze kumhudumia mtu wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanazilinda, na kimsingi tunachokiangalia hapo ni kwamba wanakuwa na mkataba e, kati ya mtu anayehudumiwa na yule aliyekusanya taarifa kwa ajili ya huduma hiyo. Ni makosa kisheria kama taarifa za mtu ulizo nazo unazitumia nje ya makusudi mliokubaliana na, na mwenye taarifa hizo. Basi sasa hivi taasisi hizi ambazo zinakusanya ama kuchakata taarifa za watu binafsi zinazopaswa kujisajili hazina haja ya, ya kuja ku, ku, kufika katika ofisi physically kwa sababu tuna uwezo wa kuprocess maombi ya usajili kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupitia mifumo ya TEHAMA. Kwa hiyo natakiwa tuingie kwenye tovuti ya, ya tume ambayo inapatikana kupitia www.pdpc kwa maana ya p ya personal d ya data na p ya protection c ya commission pdpc.go.tz. Kiingia pale, kuna kidude kimeandikwa registration. Kwa hiyo huyo mtu anaenda kusajili, anakibonyeza kile kitufe kwa mujibu wa sheria anapaswa ateue afisa ulinzi wa taarifa binafsi au DPO. Pale kwenye sehemu ya registration, ukiingia kuna sampuli ya barua za kumteua DPO, kwa kisha mteua DPO huyo. DPO huyo ama huyo afisa ambaye ndio afisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi ndiyo atakayeingiza credentials mpaka mwisho wa kukamilisha signature, na pale kwenye hiyo eh, tovuti pia kuna namba za simu hata kama wewe hujui mambo ya IT basi, kuna simu unaweza ukapiga wakakuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Ni rahisi kabisa na inachukua muda mfupi tu kuweza kujisajili.